DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Jioni njema, msikilizaji na mtazamaji wa DW, karibu katika matangazo ya jioni kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Saumu Njama, karibu DW. Habari za ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza, muktasari. Kansela Merz wa Ujerumani yuko Washington kwa mazungumzo na Rais Trump wa Marekani. NATO yaidhinisha mpango mpya wa ununuzi wa zana za kijeshi. Na Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia. Habari kamili, Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House hii leo. Ni ziara yake kwanza nchini Marekani tangu alipochaguliwa kuwa kansela mwezi mmoja uliopita. Mkutano wao unatarajiwa kuangazia juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine, jibu la NATO kwa vitisho vinavyoongezeka kutoka nje na mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Merz tayari aliweka wazi kuwa hakusafiri kwenda mji mkuu wa Marekani kuomba msaada bali kama mwakilishi anayejiamini wa misimamo ya Ulaya. Kwa kuzingatia mvutano katika mahusiano ya Ujerumani na Marekani tangu Trump aingia madarakani, ziara ya Merz inaangaliwa kwa karibu na tahadhari kuona kama yeye na Trump wataweza kudumisha uhusiano mzuri wa kibinafsi kati yao na iwapo watafanikiwa kuleta mwanzo mpya wa ushirikiano katika masuala yanayohusu sera ya kigeni. Brussels. Jumuiya ya kujihami ya NATO imeupitisha mpango mkubwa kabisa wa ununuzi wa zana za kijeshi kuwahi kushuhudiwa tangu enzi ya vita baridi. Makubaliano hayo yamefanikiwa leo, yamefikiwa leo na mawaziri wa ulinzi wa NATO waliokusanyika mjini Brussels mpango huo unapendekeza upanuzi mkubwa wa uwezo wa jumuiya hiyo wa kuzuia vitisho na ulinzi katika miaka ijayo. Hayo ni wakati ambayo Rusi inaendelea kuwa tishio kubwa kwa muungano huo wa kijeshi wa nchi za Magharibi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema vipaumbele ni pamoja na mifumo ya makombora ya masafa marefu, ulinzi wa anga na vikosi vya ardhini vinavyohamishika. Kila nchi mwanachama wa NATO itapewa maagizo sahihi juu ya kile unachopaswa kuchangia kwa mpango wa pamoja wa ulinzi katika siku za usoni. Malengo mahususi ya mpango huo mpya yameainishwa kuwa ya siri kubwa ili kufanya NATO isiweze kutabirika machoni mwa Urusi. Nairobi. Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi kuhusu madhara ya marufuku mpya ya kusafiri iliyowekwa na Marekani kwa mataifa saba ya bara hilo. Katika taarifa AU imesema hatua hizo zitadhuru uhusiano miongoni mwa watu, mipango ya kubadilishana fursa za kielimu, ushirikiano wa kibiashara na uhusiano mpana wa kidiplomasia uliojengwa pamoja na Marekani kwa miongo mingi. AU imetoa wito kwa serikali ya Marekani kutumia mbinu ya mashauriano na kufanya mazungumzo yenye kujenga na nchi husika. Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini marufuku ya kusafiri inayozilenga nchi kumi na mbili ambazo ni Somalia, Chad, Jamhuri ya Congo, Guinea Equator, Eritrea, Libya, Sudan, Yemen, Afghanistan, Myanmar, Haiti na Iran. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Lusaka, rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki akiwa na umri wa miaka sitini na nane. Hayo ni kwa mujibu wa chama chake cha Patriotic Front. Lungu alikuwa kiongozi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kati ya mwaka wa 2015 na 2021, wakati aliposhindwa kwa kishindo katika uchaguzi wa rais katika uchaguzi na rais wa sasa Hakainde Hichilema. Chama chake kimesema kwenye ujumbe kilichoandika kwenye ukurasa wa Facebook kuwa rais huyo wa zamani ambaye amekuwa akipokea matibabu maalum nchini Afrika Kusini alifariki dunia leo Alhamis Patriotic Front imesema binti ya Lungu na mwanasheria wa familia yake wamethibitisha kifo hicho. Aliyeingia madarakani mwaka 2015 baada ya kifo cha mtangulizi wake Michael Sata na kujieleza kuwa Mzambia wa kawaida aliyetoka katika maisha ya kawaida kabisa. Baada ya kushindwa katika uchaguzi wa 2021, Lungu alistaafu na kisha akarejea katika siasa 2023 alipochaguliwa kuwa kiongozi na mgombea urais wa upande wa muungano wa upinzani ukiongozwa na chama cha Patriotic Front, lakini Desemba mwaka jana Mahakama ya Kikatiba ya Zambia ilitoa uamuzi kuwa hastahili kugombea muhula mwingine madarakani. Stutgart, kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps amesema timu yake, ambayo inakabiliwa na majeruhi, ina ubora wa kuwatatiza mabingwa wa utetezi wa ligi ya mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League, Uhispania. Le Bleu ya Ufaransa inashuka dimbani leo usiku dhidi ya Uhispania katika nusu fainali ya pili mjini Stuttgart, ambapo mshindi atakutana na Ureno katika fainali ya Jumapili. Ufaransa inawakosa mabeki William Saliba, Dayo Upamecano na Jules Kounde, lakini Deschamps amesema historia ana historia ya kufanya vizuri katika mazingira kama hayo, ambapo aliiongoza Ufaransa kubeba kombe la dunia 2018 na kuifikisha timu katika fainali ya kombe hilo 2022. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia yetu leo jioni. Asante sana brus samani, nikutakie jioni njema, siku imekamilika. Shukran sana msikilizaji kwa kuchagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Sasa tuangazie safu ya uchambuzi wa ripoti na, miongoni mwa tuliokuandalia jioni hii, katibu wa shura ya maimamu Tanzania na mwanaharakati mashuhuri wa kutetea haki za binadam Tanzania, Sheikh Ponda Issa Ponda amejiunga na chama cha upinzani Tanzania ACT Wazalendo. Kwa nini? Salia ntakueleza. Vilevile hii leo ni siku ya Arafa, kilele cha ibada ya hija Shekhe, dini inasemaje kuhusu wale wanaojipiga selfie na kuchapisha mitandaoni wakiwa wanashiriki ibada hiyo? Allah atakuja siku ya Kiyama, wao unadai thawabu mm -hmm. Ulifanya amali fulani, Allah akasema kwamba amali hiyo ndiyo uliifanya, lakini uliifanya sio kwa ajili yangu mimi mm. Uliifanya kwa ajili ya watu wengine. Na raia wa Burundi zaidi ya milioni sita wameshiriki katika uchaguzi wa bunge na madiwani hii leo. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. na moja kwa moja uchambuzi jioni hii unaanzia kule nchini Tanzania. Sheikh Ponda Issa Ponda, katibu wa Shura ya Maimamu Tanzania, na mwanaharakati mashuhuri wa kutetea haki za binadamu, ambaye pia amekuwa kwenye mstari wa mbele kukosoa ukiukaji wa haki, utawala wa mabavu na kupigania uhuru wa kuabudu, amejiunga na chama cha upinzani nchini Tanzania cha ACT Wazalendo, hatua ambayo imeibua maswali kadhaa ya kwa nini ACT Wazalendo na si vyama vingine. Mwandishi wetu Florence Majani amezungumza Sheikh Ponda kujua ni mabadiliko gani na kwenda kuyaleta katika medani za siasa akiwa ndani ya chama hicho. Kwanza kabisa ni chama ambacho chama kipya, lakini kina umakini mkubwa sana katika siasa zake, kinakuwa na umakini mkubwa sana na hili nilivyoangalia mimi ni kutokana na, na uzoefu wa watu waliokuwa kwenye kile chama kwa sababu ni chama kipya lakini watu waliokuwa mume ndani wameishi kwenye siasa za mageuzi muda mrefu, watu kama kina Babutumaduni, watu kina kama kina Jusa na wengine, ni watu ambao wana uzoefu mkubwa wa siasa hizi za kambi ya upinzani. Kwa hivyo kwa sababu hizi nikaona kwamba ni mahala pazuri ambapo unaweza ukaongeza nguvu za kisheria kupitia chama kile cha ACT Wazalendo. Sheibonda, unaingia ACT Wazalendo ukiwa na hadhi na historia ya kuwa mwanaharakati na kiongozi wa dini ambaye ana historia ya mapambano, unakwenda kuleta kitu gani tofauti katika chama hichi na ni mabadiliko gani basi unayoyadhamiria kusukuma mbele? Moja ya sababu kubwa ambayo natarajia kuileta au ni kutumia ni, fursa ni, ni, ni, no, nilionayo kuhakikisha kwamba hivi vyama vya upinzani vinaungana na vifanye uh, kazi kwa pamoja, hata kama itakuwa si usimamisha mgombea wa urais, lakini bado vishirikiane katika suala so zima la kufaisiasa pamoja so. Hiki ndo kitu ambacho unategemea sana naweza na, na, na, na, kakifanya ikiingia katika hii hatua yangu. Ukiingia kwenye chama cha ACT Wazalendo eh, wewe ni katibu wa shuraha ya maimamu Tanzania na mmoja wa viongozi wa dini waliopata kuteseka kwa kuwekwa mahabusu mara kadhaa. Je, ni sahihi kusema kwamba mateso hayo ndiyo yaliyokuchochea kuingia kwenye siasa za vyama hasa vya, vya upinzani? Mateso sio ya mimi tu, mimi naangalia mateso yangu mimi, niseme mateso ya umma, kwa sababu mateso yanaendelea mpaka sasa hivi. Kama unavyoona, kuna watu wanatekwa, wanapotea. Kuna watu ambao wamekuwa magerezani miaka kumi, eh, na mashauri yao hayasikilizwi kuna watu wanakwenda mahakamani wamesha kaa miaka tisa alafu wanafutiwa mashtaka alafu wanakamatwa tena wanarudishwa tena, kama hivyo unavyoona watu wanakwenda mahakamani, lakini mtu an, an, anapigwa anakamatwa anazuiwa, mateso ni makubwa sana. Hivi karibuni tumeona uh, kiongozi mwenzako wa dini askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima naye kanisa lake likifungwa, lakini pia akipewa onyo katika barua ya kwamba mahubiri yake yalikuwa yametawaliwa na siasa. Mtazamo wako ni nini katika hatua hiyo iliyochukuliwa? Ikiwa kama Josephat Gwajima pia ni kiongozi wa kiroho kama wewe ulivyo, kama kuna malalamiko yote, basi ilikuwa ni askofu aitwe, alafu aelezwe yale makosa yake, au apelekwe mahakamani akajibu shtaka. Alichozungumza kilikuwa ni kitu cha maana sana. Kaeleza au kasimama kutetea eh, mambo yanayoendelea nchini kwetu Tanzania ambayo yanavunja haki za binadamu, yanavunja utu na hayakubaliki. Nam ni Sheikh Ponda akizungumza na mwenzangu Florence Majani jijini Dar es Salaam. Tukielekea sasa Burundi, raia wa taifa hilo zaidi ya milioni sita wameshiriki katika uchaguzi wa wabunge na madiwani hii leo, na tume ya kuandaa uchaguzi Seni imesema kwamba kwa ujumla uchaguzi umefanyika vizuri licha ya kushuhudiwa dosari kadhaa. Amida Issa ana mengi zaidi kuhusu uchaguzi huo katika ripoti ifuatayo. Kwenye vituo mbalimbali mbali vya kupigia kura, wananchi wamejitokeza mapema kushiriki zoezi la kupiga kura. Apolloni Dusabe ni mpiga kura na anasema hakuna rabsha zilizoshuhudiwa katika shughuli hiyo ya leo. Ila Huseni Ndahumbae ni raia mwingine anayedai licha ya uchaguzi kuwa wenye utulivu, kinachohitajika ni matokeo ya uchaguzi kukubaliwa na pande zote ili kuepuka vurugu. Uchaguzi umeendelea vizuri, watu wamependa na wamependa kwa wingi. Matumaini yangu ni kwamba tutakuja kupata viongozi vizuri ambao watatuongoza tuchagulia sisi wenyewe. Naam, nidhiriki mapema tu katika mtaa wa Buyenzi. Eh, uchaguzi umeona vipi? Nilivyoshuhudia ulikuwa umelindwa na hapakuwa na itilafu. Utulivu huu ulioshuhudiwa katika vituo vya kupiga kura umetokana na idadi kubwa ya walinda usalama waliokuwa wameshika doria tayari kukabiliana na utovu wote wa usalama, huku baadhi ya wapiga kura wakilalamika kutoshiriki kutokana na kutoonekana kwa majina yao katika madaftari ya wapiga kura. Viongozi mbalimbali mbali pia walikuwa miongoni mwa waliojitokeza kupiga kura zao. Katibu mkuu wa chama CNDD FDD amesema ana matumaini ya kushinda uchaguzi na kwamba baada ya uchaguzi ni kujikita katika harakati za maendeleo. Tunashukuru Mungu, wananchi wamejitokeza kwa wingi, tutashinda. Na tunajua watu wote au tunaona wote wote, ni chama kimoja, ni chama kimoja tu. Hata hivyo, kutokana na hatua ya aliyekuwa mkuu wa chama kikuu cha upinzani kufungiwa kushiriki uchaguzi huo, baadhi wanahisi kwamba ni zoezi la chama tawala CNDD-FDD na washirika wake. Huyu hapa mwanasiasa Agaton Gwasa. mwaka huu sio uchaguzi, kwa sababu wale ambao wangekuwa kwenye kinyang'anyiro serikali kupitia vyombo vyake imehakikisha kwamba inawaondoa kwenye orodha ya wagombea sa, kama ni kwenda kudai kwamba eti ni, ni uchaguzi kati ya CNDD-FDD na washirika wake tu, utakuwa ni uchaguzi wa namna gani? Mkuu wa tume ya uchaguzi Prosper Ntahorwamiye, licha ya kudai kwamba zoezi hilo limekwenda vyema, amekiri kulikuwa na dosari zilizoshuhudiwa pia kwenye kituo cha shule ya upili ya International, waangalizi wa, wa kimataifa walikataliwa kufuatilia uchaguzi mkuu. wa seni Nauguamie ameomba radhi na kusema watafanya uchunguzi kuhusiana na changamoto hizo zilizoripotiwa. Wakati huu ni kiripoti tayari vituo vya kupiga kura vimefungwa na matokeo ya muda yataanza kutangazwa saa mbili usiku. Hamidaisa, DW, Bujumbura. DW tunavuma kwa kishindo naendelea kuvuma kwa kishindo. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Sisite kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili, vilevile fuatilia chaneli yetu ya YouTube, alafu uh, usisahau kusubscribe. Tukisonga mbele na uchambuzi, leo ni siku ya Arafat, kilele cha ibada ya Hija, ambapo mahujaji hukusanyika kwenye mlima Arafat, wakinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, wakiomba msamaha, rehma na dua. Hii ibada ya kipekee ambayo sio tu nguzo ya tano ya Uislamu bali ni tukio lenye uzito wa kiroho kwa mamilioni ya wa Waislamu duniani kote. Hata hivyo, changamoto mbalimbali mbali za kiafya, kijamii na kiteknolojia zimeibuka miongoni mwa mahujaji. Nimezungumza na Sheikh Abdullah Ndauga, Rais wa Hayatul Ulama Tanzania, ambaye yuko huko Maka kwa ibada ya mwaka huu. Kwanza anaelezea hali ilivyo. Sasa tupo katika viwanja vya Arafa, dunia mm -hmm. nzima, watu karibuni nchi mia mbili zimekusanyika hapa. Hali ni shwari, kwa maana ya kwamba watu wanafanya ibada zao mbalimbali, dua mbalimbali mm -hmm. isipokuwa labda kubwa zaidi ni swala la joto, hilo lipo na jua linawaka vilevile, lakini katika hali ya kiujumla mm -hmm. kwa upande wa Watanzania tupo katika maeneo ambayo ni jirani sana na hatujapokea taarifa yoyote ambayo imekuwa ya kuhuzunisha bado tunakwenda taarifa nzuri tu, pamoja na kwamba shida ndogo ndogo za watu ambao ima wenye umri mkubwa mm -hmm. au wenye mahitaji maalum wanapata tabu ndogo ndogo, ndogo na kulinganisha na hali ya hewa. Na msheikh, pengine tukiangalia kwa undani zaidi, nini hasa uzito wa fadhila ya siku ya arafa katika Uislamu na kwa nini inachukuliwa kuwa kilele cha ibada ya hija? Hii siku katika imani ya kiislamu mm -hmm. ni siku ina uzito wake. Kwanza ni siku ya kihistoria, Mtume Ibrahimu alifanya mambo haya yote katika sura hizo moja. Uhum. lakini mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwaelekeza watu kwenye swala zima la ibada ya hija, alivyokuja Arafa siku ile, mtume alisema alhajju arafa, kwamba hija ni arafa, mtu kuwepo Arafa kutwa mzima na sehemu ya usiku vilevile vile, kama mtu anakaa usiku tayari amehiji. Sasa hii Arafa ndio alhajul akbaru ndio hija kubwa. Uhum. Miongoni mwa faida na uzito wa Arafa ni swala zima ambalo Allah subhanahu wa taala katika Quran suratul haji amezungumza watu waje, liyashhadu manafia lahum, ili watu waje washuhudie manufaa yao ni manufaa ya ile tangazo la Allah subhanahu wa taala kuwatangazia malaika na kuwashuhudisha malaika kwamba leo nina wasamehe waja wangu, na hili ndio lengo la muislamu yoyote. Lengo lake kuu ni kupata radhi za Allah na kuingia peponi. Sheikh Ndauga unazungumzia fadhila, rehma, neema ambazo zinapatikana katika eneo hilo takatifu. Lakini moja ya mjadala inayotikisa mitandao ni tabia ya baadhi ya mahujaji kupiga selfie, kujirekodi wakiwa wanafanya ibada hii. Hili linaruhusiwa kimtazamo wako? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi iliyokuwa wazi kabisa, akhawafu ma akhafu alaikum ashirkulasgharu jambo ninalihofia sana kwenu nyinyi kwenu nyinyi wafuasi wa, wa, wa wangu, ni shirki ndogo. Kufanya ibada ili mtu fulani ya kuone kwamba umefanya ibada ile na usifanya ibada ile kwa ajili ya Allah. Sasa huyu mtu ambaye unayemuonyesha aone unafanya ibada ile, mm -hmm. Sasa unatarajia mtu huyu anakulipa nini? Mtu huyu atakusifu na usipoangalia, Allah atakuja siku ya Kiama, wao unadai thawabu uhum. Ulifanya amali fulani, Allah akasema kwamba amali hiyo ndiyo uliifanya, lakini uliifanya sio kwa ajili yangu mimi, uliifanya kwa ajili ya watu wengine, na wale watu wengine walikuona na walivyokuona walisifu. Kwa hiyo tayari fadhila zake au thawabu za jambo hilo au malipo yake ulishayapata. Kwangu mimi hakuna ni Sheikh Abdullah Ndauga, rais wa Hayatul Ulama Tanzania, akiwa katika ibada ya hija kule Maka. Tukiisonga mbele, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yupo mjini Washington ambako atakutana na rais wa Marekani Donald Trump. Merz ana matumaini ya kujenga uhusiano wa kibinafsi na rais wa Marekani licha ya nchi yake kutofautiana na Marekani juu ya kuisaidia Ukraini na kitisho cha vita vya biashara. Zainab Aziz na taarifa kamili. Kansela Merz aliwasili mjini Washington kuhudhuria mkutano wake wa kwanza na rais wa Marekani Donald Trump akiwa katika wadhifa wa kansela wa Ujerumani. Katika mkutano wa ana kwa ana wakati wa chakula cha mchana, kansela wa Ujerumani analenga kuuimarisha uhusiano wa kibinafsi kati yake na Trump. Ziara ya kansela wa Ujerumani inaangaliwa kwa tahadhari kuona kama Merz na Trump wataweza kudumisha uhusiano mzuri wa kibinafsi kati yao na iwapo watafanikiwa kuleta mwanzo mpya wa ushirikiano katika masuala yanayohusu sera ya kigeni. Masuala mengine muhimu yatakayojadiliwa na viongozi hao ni pamoja na mustakabali wa jumuiya ya kijeshi ya NATO, vita vya Ukraine na mzozo wa ushuru wa forodha. Mkutano wa waandishi wa habari katika ofisi ya Trump umepangwa kufanyika baadaye leo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anatumai ataepuka mashambulio ya maneno ya rais wa Marekani, huku kukiwa na mzozo kuhusu Ukraine, ushuru wa forodha na uungaji mkono wa serikali ya Trump kwa chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinachojiita chama mbadala kwa Ujerumani. Tangu kurejea kwake madarakani mwezi Januari, Trump amewatenga washirika wake kwa kufuata sera yake kali ya Marekani kwanza. Kuhusu jumuiya ya kujihami ya NATO, Trump ametishia kuacha kuiunga mkono jumuiya hiyo iwapo nchi washirika hazitaongeza fedha kwenye bajeti zao kwa ajili ya matumizi ya kijeshi. Pia amesema Marekani itakata msaada wake kwa Ukraine, hatua itakayozifanya nchi hizo ziwe dhaifu mbele ya Urusi. Katika ziara yake mjini Washington, kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz anataka kuishawishi Marekani iunge mkono juhudi za nchi za magharibi za kutoa msaada kwa Ukraine. Anataka pia kutuliza mvutano wa kibiashara ambao unahatarisha uchumi wa Ujerumani, ambayo ndio nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya. Na vile vile anatazamia kuipamba nchi yake ambayo inakosolewa kwa muda mrefu kutokana na kukunja mkono katika matumizi ya kijeshi. Nam, tukamilishe safu ya uchambuzi. Umoja wa Afrika umeeleza hivi leo wasiwasi wake juu ya matokeo mabaya yanayoweza kupatikana baada ya marufuku mpya ya kusafiri iliyowekwa na Marekani dhidi ya mataifa saba ya bara hilo sambamba na mataifa mengine kadhaa ulimwenguni. Muhamed Helef ametuandalia ripoti ifuatayo. Tamko liliotolewa na muungano huo wa Afrika mchana wa leo limesema kwamba hatua hiyo inaweza kuyaathiri vibaya mahusiano ya kibinadamu, kitaaluma, kibiashara na hata ya diplomasia yaliyojengeka baina ya Afrika na Marekani kwa muda mrefu. Tamko hilo lilotolewa siku moja tu baada ya rais Trump kutangaza marufuku hiyo limeiomba serikali ya Marekani kuchukua mwelekeo wa mashauriano na mazungumzo ya kujenga kati yake na nchi zinazohusika kwenye marufuku hiyo. Jana Jumatano, rais Trump alisaini marufuku ya kusafiri kwa nchi kumi na mbili ulimwenguni. Nchi hizo ni Somalia, Chad, jamhuri ya Kongo, Guinea Ikweta, Eritrea, Libya, Sudan, Yemen, Afghanistan, Myanmar, Haiti na Iran. Trump alisema hatua yake hiyo ilichochiwa na mashambulizi dhidi ya maandamano ya uungaji mkono wa Israel yaliyofanywa na mtu mwenye asili ya Misri katika mji wa Colorado, ingawa ukweli ni kuwa Misri yenyewe hata haimo kwenye marufuku hiyo. Vilevile, rais huyo wa Marekani anayefahamika kwa siasa zake za kipopulisti na chuki dhidi ya wageni ameweka marufuku ya kiwango fulani dhidi ya wasafiri wanaotokea mataifa mengine saba ambayo ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela ambapo vibali vya muda vya kufanya kazi kwa watu wa mataifa hayo vitaendelea kutolewa. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa rasmi saa sita usiku wa Jumatatu na haikuwekewa muda maalum wa kumalizika kwake. Tangu arejee madarakani, Trump, ambaye mwenyewe na mke wake wana asili za uhamiaji, amekuwa akiendesha kampeni kali dhidi ya wahamiaji ambayo mara kadhaa imekiuka hata madaraka yake binafsi yaliyopewa kikatiba na hivyo kupingana na majaji wa mahakama kuu wanaojaribu kumzuia. Chimbuko hasa la marufuku ya sasa limo kwenye amri ya kiutendaji aliyoitoa tarehe ishirini Januari, ambayo ilizitaka wizara za mambo ya nje, mambo ya usalama wa ndani na mkurugenzi wa usalama wa taifa kukusanya taarifa juu ya kile alichokiita tabia za kiadui dhidi ya Marekani. Ikulu ya White House ilidai kuwa lengo la amri hiyo ya kiutendaji ilikuwa ni kuwalinda raia dhidi ya wageni wenye dhamira ya kufanya mashambulizi ya kigaidi, kutishia usalama wa taifa, kupandikiza itikadi za chuki ama kuzitumilia vibaya sheria za uhamiaji kwa malengo mabaya. Katika muhula wa kwanza wa utawala wake Trump aliwahi kuchukua hatua kama hizo ambazo pia ziliyahusisha baadhi ya mataifa ya Afrika. Umewadia muda wa kuyasikiza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii jioni hii. Tatu Karima tayari yamejaa tele. Tatu, vipi wanasemaje kwa mitandao? Poa sana Saumu, shukrani sana kwa kawaida, kama unavyojua mengi hapo, mm -hmm. lakini kabla ya yote tu kumkumbusha mfuatiliaji wetu kwamba anaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, tuko Instagram, tuko YouTube, hata TikTok pia tunapatikana mm -hmm. ambapo kuna kazi nyingi tu za ziada tumechapisha katika uh, kurasa hizo ambazo hazikupata nafasi ya kupeperushwa hewani mm -hmm. na anachohitajika kufanya kutafuta tu DW Kiswahili aweze kujionea yote hayo, nikigusia hapo kwa kauli, manake kuna kauli pia tunachapisha mara kwa mara mm. Sasa hii leo tumechapisha kauli ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye ni Samia Suluhu Hassan akiwa mm -hmm, katika harambee uchangaji pesa za ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum mm -hmm, cha Bagamoyo Diaconic Lutheran Center mm -hmm, na kiongozi huyo amesema kwamba viongozi wa dini wanapaswa kutumikia jamii kwa moyo msafi mm -hmm, na kwa maadili si vinginevyo lakini akaongeza mm, na mingine mm -hmm. na nukuu, huu ndio watumishi wa dini, sio kama wale wengine wanaojifanya ni watumishi wa Mungu lakini ni watumishi wa Shetani. Sasa kauli hii imezua mjadala, imezua hisia mseto mm, uh, kila mtu ameweza kuitafsiri kivyake. Sa kuna huyu anajiita Jiwili, yeye anasema kwamba watumishi wa shetani ni wale wasiokemea maovu, badala yake wanasifia Ahmed Juma Kabwanga anasema mama siku hizi nani anamwandikia hotuba gumu kwa kweli na Dula Makavanga ye anasema watumishi wa shetani ni watekaji wauaji waonevu wapoteza watu na mengineyo bila shaka uh, watu wataulizana uh, pia huko mwenyekama, watumishi wa shetani, nani ana kibali ya, ya kumtambua huyu ni mtumishi wa shetani, huyu ni mtumishi wa Mungu. Hapo sasa maswali kama hayo yameulizwa, lakini kama nilivyokuambia siwezi kuchukua yote mingi, na kuna video pia ya hotuba kamili ya uh, rais huyo, tumeichapisha. Kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea kujisikilizia na, na pia yeye kuachie maoni yake bila shaka, na ni kipande tu cha mm -hmm. hotuba hiyo uh, mbali na hayo Saumu mm labda kuuliza tu mm -hmm. Unaweza kupata picha kwamba wewe umeegesha gari lako mm -hmm. kando ya barabara, alafu ghafla binvu wajipata, unapiga somersault na gari lako. Yani kwanza unaanza kama kutumbukia, alafu unaanza kubingiria. Sipate <laughs> picha kabisa, upati, afadhali usiipate, manake ametokea haya. Kueleza tu ni kwamba magari kadhaa yalidondoka mm, kutoka kwa barabara iliyoharibika kufuatia maporomoko ya ardhi ya ghafla huko Gwanshi, China juzi. mm -hmm. mm -hmm. Picha ambayo imechapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram mm, inaonyesha maelezo kamili ya picha ninayojaribu kuchorea, ambayo nasema hauipati. Kwa hivyo uh, inaonyesha kwamba magari kadhaa yalianza kama kudidimia, alafu yanabingiria na... Na tatu unavyopenda picha sasa hapo uh, uh, uko hivi kwenye selfie alafu hata <laughs> wee ungekuwa pa ungenukua ama ungeeza unge, kurekodi tatu wewe na kupiga picha, we ni mkali wawe uzuri <laughs> lakini, nitasema ni kwamba inaonekana kama hakukuwa na wenyewe, hawakuwa ndani ya magari hayo, kwa hivyo mm. ni walinusurika. Lakini mm -hmm. kuna Michael Mwangonge hapa mm. anasema ise, nilijua kwamba ni bongo peke yake, uh, kuna miundombinu mibovu lakini kumbe pia China mm. na kuisari ay, anasema sasa China wao, jamani, ndio wana kandarasi wote, wanatoka huko mm. Sasa inakuwaje kwao, hali inakuwa hivyo, masaibu, majanga yanatokea mahali popote bwana. Haya haya, basi mambo ni hayo. Mwelekezi ananiambia ajali <laughs> haina haina kinga haina shaka. kinga bila kweli na <laughs> pengine labda kuna chochote lakini, naambiwa pia e, tosha kwa leo. Tuangalie kwenye chaneli yetu ya YouTube na kina nani wametuandikia maoni katika mitandao yetu. Basi naanzia hapa YouTube na muona mpaka John akiwa Chato Geita, anasema pole sana wa Zambia kwa msiba mzito. Wilfred Kalinjuma wa Tanzania anasema kila laheri maujaji wote waliofanya ibada ya hija na nse engimvunya natumai nimetamka jina lako sahihi. Muregezi anasema adechevele naopata vizuri nikiwa Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namwana nani Nehemia Nzoi Saba anatoka Bujumbura anasema, Bujumbu, Bujumbu mm -hmm. Anasema pole ni sana kwa taifa la Zambia kwa msiba mzito kwa aliyekuwa rais uh, Edgar Lungu. Miraji Suleiman anasema doti vile naopata vizuri sana nikiwa Arusha, Tanzania. Robinson Kachumita akiwa Kera, Tanzania, yanasema poleni sana huko Zambia kwa kuondokiwa na rais mstaafu Edgar Lungu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Mimi namuona Deus Dedith Mali akiwa Moshi anasema tuilinde amani ya nchi yetu kuelekea uchaguzi mkuu. Aminieli Macha akiwa Arusha anasema poleni ndugu zetu wa Zambia kwa msiba wa kiongozi huyo mstaafu. Ni tupie jicho katika ukurasa wetu wa Instagram, na muona sangu Joseph anasema Edgar Lungu, pumzika kwa amani. Tatu napenda tuendelee lakini muda haupo nasi. Asante sana uh -huh. Msikilizaji na mtazamaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Saumu Njama. Nikutakie jioni tulivu. Kwa heri na asante.